Familia moja inahangaika huko Kisii baada ya mwana wao kutoweka kwa miezi saba sasa. Hapa jijini Nairobi. Kwa mujibu wa familia hiyo, Hesborn, uh, Ochoki aliyekuwa mfanyikazi wa G4S eneo la Cabanas hapa jijini alipotea ghafla huku uchunguzi ukionyesha kwamba simu yake ilizimwa katika eneo la Kware. Chrispine Otieno alitembelea familia yake na kuandaa taarifa inayofuata sasa. Katika kijiji cha Bogichoncho, maeneo ya Bobasi, kaunti ya Kisii, tunakutana na familia yake Hesborn Ochoki. Familia hii imepitia madhila chungu nzima ikimtafuta mwana wao mwenye umri wa miaka 27 ambaye alikuwa jijini Nairobi akijichumia riziki uchungu wa mamake Hesborn kukosa mwanawe kwa zaidi ya miezi saba hausemezeki. Nguo hizi za mwanawe ambaye ni kitinda mimba katika familia ya watoto wanne ndizo pekee zimesalia kama kumbukumbu. Nairobi natafuta pesa, ninalipa, anapata kibarua chifo wezi, kwa sababu sisi tunatembea Nairobi nzima, hata picha hii tunaweka kila mahali, tumuoni

chua alikuwa ameama hiyo mwezi, atukuwa tumejua bari penya aliamia sasa. Na waomba tu yote tu, mwenye ako na statement yote tu atusaidie, tukaweza kuliteka to... cha kutia wasiwasi wasi zaidi ni kuwa simu yake ilikuwa imezimwa, uchunguzi ukionyesha kuwa simu hiyo ilitumika mara ya mwisho katika eneo la Kware, mtaani Mkuru kwa Njenga. Tangu usiku hiyo hadi sasa ni miezi saba na Hesbon hajapatikana. Kinachong'ata maini zaidi kwa familia hii ni kuwa mwanao anasemekana kupokea mshahara wake wa pili muda mfupi kabla ya kutoweka. Hata e, amepitia hapo, hata sisi tunasuhudia tu, amefika mahali fulani, amefika hapa, hatuchapata jawabu. Hata sisi tumeshindwa njia gani ambayo tutatumia ili apatikane. Ni mtoto ambaye alikuwa anasoma. Lakini hakuja akapata kibarua Shughuli ya kumsaka mwana wao imekuwa mlima, huku familia hii ikiuza kila cha thamani ili kugharamia shughuli hiyo, haswa safari za mara kwa mara kutoka Kisii hadi jijini Nairobi. Bila shaka ni hali ya kutamausha katika familia hii, kwani ni takriban ni zaidi ya miezi saba tangu Hesborn kuonekana. Hapa familia yake ikizidi kutoa wito kwa maafisa wa usalama kufanya juu chini ili kujua mahali aliko mpendwa wao. Chrispine Otieno, Runinga ya Citizen, katika kijiji cha Bogichoncho choncho, Bobasi, kaunti ya Kisii.